ardhi katika kaunti ya Kilifi kwa ushirikiano na chama cha mawakili nchini LSK tawi la Kilifi wametoa tahadhari kwa wakazi kutokana na kuongezeka peli, kwa matapeli wanaojifanya kuwa mawakili na hata maafisa kutoka ofisi za ardhi. Kulingana na ofisi ya ardhi, visa hivyo vimekuwa vikiongezeka kwa muda wa miezi mitatu iliyopita sasa, huku mwezi mmoja pekee kukiripotiwa visa sita, huku washikia watatu wakikamatwa na polisi. Akizungumza na wanahabari katika afisi yake, msajili wa ardhi kaunti ya Kilifi Muhammad Bilo amedokeza kuwa baadhi ya baadh wakala hao wamekuwa wakiwatapeli wakazi wa Kilifi katika kesi za urathi hasa familia ambazo hazina ufahamu kuhusu sheria na taratibu za ugavi wa ardhi. Uh, land re registry staff uh, by drawing conveyance or transfer documents charging fees soliciting for work or documents from the members of the public uh, and suspecting members of the public who are seeking services at the land registry na kwa sasa tumefanya kazi pamoja na la land registrars na tumeweza kunasa matapeli kama watatu kwa the last three months mmoja saa hizi yako ndani kizimbani na tuna ngoja sana achukue aende kotini na sheria ichukue mkondo wake.